Haya, anasema assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ee, Abdul Aziz anasema nilikuwa nauliza shekhe, hivi sigara uharamu wake ni nini, na sukari mbona sio haramu? Na sukari ndio iko na madhara makubwa kwenye mwili wa binadamu. Alhamdulillah. Eh, ndugu yangu Abdul Aziz, tamwambia uharamu wa sigara kabla ya toa ushahidi kwanza hao ametengeneza sigara nikwambia, mm. haramu yenyewe nikwambia, na fundi ametengeneza kitu, yeye anajua kitu hii yukoje kuliko wewe, sio hivi? mm -hmm. Kila bakti wa sigara mendika usivute sana sigara, ni hatari katika siku nyingi kuletea kansa na kuletea, sio mendika hapa? mm -hmm. sio wenyewe wamekuandikia hatari kwa afya yako, kwa afya yako, sasa mm -hmm. umdala kuzio duka sukari katika gunia, hawajaandika hii hatari kwa afya yako <laughs> kanajaniko <tukata> mm. Watu wote wanakula sukari au dhuru lakini watu maalo fulani wana ugonjwa sukari sukari na mdhuru siyo? Umeona vizuri mm. <tukata> Sukari sio kama sigara wazo watu wote sukari hingira kwa sukari nyingi sana wala hawana ugonjwa, ila mtu kisha pata ugonjwa wa sukari ndakiwa sukari kwake asitumie apunguze ili asimdhuru nafsi yake.

Watu wanavuta sigara ile, kama ana ana kipindupindu fulani hivi, wanakaa mbali na watu. Na kama mtu anakula sukari au soda, anakaa na watu, kama kwa madhara madhara kwake yeye, lakini sio kwa sababu. Kifupi, madhara sukari, madhara kwa watu maalum, sio watu wote. Sigara madhara na watu wote, yeye anavuta na huyo, kwa mbele yake inaudhurika. Mmm, ina maana haram sigara, naam.